Tukumbuka kama kuko dokumenti yenye mwami Buchiti igiro aliandikaga tukana kopi basi, tukapresente ndio. Kupitia wale wakaji hao wote walikuwa hapa walishajiunga kusudi wa kamati ngambo, wakazungumza mara moja kuliko sasa, wabebe fasi yote tugabule mara pili, ndio wakebeba hiki kipande basi, tukibaki hapa ndio wakatandikia dokumenti, tukikaa hapa ndio wakiprevari njia kigabule hapa mara pili. Rahmad, mmepata mwisho. Tumekuja kuemu kufanya maandalizi ya msikiti masikiani. Nyinyi wa maamuma wa msikiti huu ndo mtahudumia hii msikiti kweli na

Well. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa viongozi wetu wa kiislamu katika eneo hii ya uh, pepe ya uh, OPRP Munigi uh, kwa... hasa, Munigi. Munigi hasa. Uh, kwa jina maarufu kwa waumini wetu waislamu ambao tunazungukana hapa kwa niaba ya uh, entite islamiki ya Nord-Kivu ambayo iko represente mbele yetu hapa na Conseil Theologal Reunion Islamique de Goma ambao tumewasili si wote kwenye maka, e, kiwanja chetu hiki cha kiislamu ambacho ni kiwanja cha communaute musulman e, tunayo furaha kwa kuona tunaweza tukahimizana kwa kujenga msikiti mkubwa kama huu ambao ni wa meta 15 kwa 20 ambao ni msikiti, Mungu akitujalia, tunauanza leo kwa kutia jiwe la kwanza la majenzi ya nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunatoa tangazo kubwa sana kwa Waislamu wa baba zetu na wa mama zetu wanaotuongoza hapa na wa viongozi wote kwa jumla na wafadhili wetu haswa, kwa kuweza kutiana mkono mkononi, ili msikiti wetu uweze kusimama na uimarike na msikiti huu tupate bahati ya kuweza kusalia ya ndani yake. Sababu kubwa sana ya sisi kuja hapa ni kwamba tunapata bahati ya msikiti ambao inaeneza meta kutokana na sheria za serikali, na huu msikiti, tunaomba wafadhili wetu tujitahidi sana kuweza kuusimamisha kwa uharaka, ili sehemu hii Waislamu wapate bahati ya kupaswalia, isiwe tu kusali vipindi subhi Dughur, asr, maghrib, al-isha, tusali na Ijumaa na Allah akitujaalia, tusali na Idi ndani yake. Yani tuimarishe Uislamu wa hapa Mnigi, tuimarishe Uislamu haswa ambao wanapatikana sehemu mbalimbali mbali karibu ya kiwanja chetu hiki cha Operpe. Kwa hiyo kwa wote viongozi wa Kiislamu tunawaomba kila mwenye anamfadhili Wablok moja wasimaa moja, association ya Kiislamu ambayo inataka thawabu, wablok moja simaa moja jiwe limoja, tuimarishane kwa kuweza kusimamisha nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume anasema man bana masajid Allah au masjid Allah bana Allah qasran fil janna, mwenye ku... jenga nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu

Kwa niaba ya Entite Islamique tunatoa shukurani kwa association ACADI baada ya kuona juhudi kubwa kama hii kwa kuweza kututolea saki yake mia moja kwa ajili ya jengo la Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allahu wa Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hizi thawabu zisikami, zisibakilie tu kwa Sheikh Sabiti hapana, na wanamemba wake na sisi mwenye tapata moja mbili, tatu, nne, tufanye juhudi zetu tupate sawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. au nom de la communauté musulmane en province du Nord Kivu notamment dans la région islamique de Goma, tunasema tunafungua rasmi majenzi hii kwa ruhusa ya uongozi, kwa ruhusa sote, kwa jumla ya waislamu ambao wanaopatikana hapa, ndio sababu ya kutiwa jiwe la kwanza katika majenzi hili, na tunaomba insha Allah Allah atie ndani yake baraka. Kwa hiyo tunaomba Sheikh Suleiman aweze kutuombea dua katika nyumba kubwa hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, osete ologari ituombee dua, Mungu atujalie, labda na baada ya sisi wataofuata waijenge waimalize na watu waswali, tupate thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.